Mambo vipi yeah. Au pia doing good ya, so leo nataka tuone kitu kimoja just simple, very simple. Jinsi ya kununua muda wa maongezi kwa kutumia uh, crypto yani kwa kutumia, okay, direct kwa kutumia Bitcoin ambazo in form of satoshi. Satsi, satsi, satoshi ni the smallest unit of Bitcoin ambazo they make up eh, Bitcoin. Ukiwa na sats milioni 100, it, it, ina kuwa na worth sawa na Bitcoin moja. Sasa, hizo, lazima uwe na sats kwa mfano mi nazo hapa. Na hii wallet of Satoshi hii ndio nimetunza sats zangu, so nikiopen hapa utaona na sats elfu sita na mia sita almost kama shilingi elfu kumi na saba hapa hapa chini, ukiangalia hapa shilingi elfu kumi na saba. So takachofanya sasa, ili uweze kununua muda wa maongezi, kuna hii application inaitwa Bitrefill. Hapa unapaswa uwe nayo kwa utaifungua hii ukishaifungua, uta, kishafunguka utaangalia hapa chini, kuna sehemu pameandikwa shop. Hapo just tap then, hapa juu kuna hii sehemu ya kuscroll hapa, unaweza ukascroll to the right au kulia, kuna sehemu hapa imeandikwa prepaid phones okay. So utapabonyeza hapa prepaid phones then, kuna Airtel, Vodacom, Tigo, Airtel, Zantel, TTCL iko out of stock So mi natumia voda ntaweka voda hapa, ntaweka amount. Kuna sehemu ya amount, kuna sehemu ya namba ya simu. Kwayo sehemu ya amount nitaweka shilingi elfu moja nitaweka namba yangu ya simu, then utaweka hapo hadi tukati sawa, tabonyeza hadi tukati tayari. Kwa hiyo ukishaweka hadi tukati, sasa hapa previous ni isha hadi tukati lakini sukuli pia mwanzo so nimeadi nime mara mbili so justeka one nakati iko hapa juu, hii hapa, hapa juu kabisa, kulia. So utabonyeza, so na oda hii hapa ya ya ya vocha ya shilingi elfu moja Vodacom, napiga nabonyeza che, hapa checkout chini <coughs> So, kwa sababu nazo kule kwenye Wallet of Satoshi hapa naambia payment method inabidi uselect last used, wanatumiaga lightning Wallet of Satoshi, lakini ziko nyingi Bitcoin, lightning, Ethereum, wewe tu chochote ulichonacho unaweza ukalipia hapa, sivyo? Nini, USDT, unaona ziko yote. So mimi nitaweka hapa lightning Wallet of Satoshi, itasoma hiyo 0. ngapi ngapi BTC, ita review order okay. So inaniambia open Wallet of Satoshi So, tabonyeza hapa open wallet of Satoshi hapa and then isha, imekuja ime direct kwenye wallet of Satoshi sats. So, mia nne ishirini na moja, about shilingi elfu moja na tisini na nne. So unabonyeza send, fingerprint naweka, yeah, done tayari, ko payment sent. Sasa hapa narudi nyuma, inaambia delivering in process, bado complete. Yeah, okay. so baada ya kukamilisha hapa kununua Ishakuwa kamilika, ishakamilika. So, narudi naingia kwenye sms hapa Vodacom. Yeah, sana kuna hii text ya saa nne dakika hamsini na saba hapa you have received shilingi elfu moja. So it's just simple like that, kama una, unataka na ujaribu, unaweza tu ukafanya just download wallet of Satoshi, alafu download application ya Bitrefill, nunua hizo sats, then you are good to